Na mtazamaji wa Tumaini Television, basi sina shaka ni mzima afya kabisa. ni kukaribisha katika kipindi cha kupendwa fahari, hali leo wengi, na hii si nyingine bali ni zahanati, afya yako mtaji wako, chagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora bora kabisa. Uh, mimi ni Anthony Kazimoto Woman for, niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri kabisa, na leo tu katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Temeke, na tutakuwa na daktari lakini kubwa zaidi, tutakaje kuzungumzia siku ya leo, nifahamu kuhusu fiziotherapia na tutakuwa na mtaalamu hapa. habari za leo daktari, salama kabisa ehe, kwa majina yako naitwa daktari nani? Mimi kwa majina naitwa Ambwene Mwakiaji, ni e. fiziotherapia katika hospitali ya rufaa ya okay. mkoa wa Temeke. Ndio. Daktari Ambwene, tunaposema fiziotherapia hasa ni nini? hmm. tupe elimu hapo mwanzo kabla tujija katika uh, nani yenyewe Uh, tukisema fiziotherapia <laughs> yeah, ni kada ya afya ambayo mm -hmm, inahusika na matibabu kwa njia ya, ya ya kifizikia kuliko njia zingine kama madawa mm -hmm, yaani kwa maana sisi tunatumia nishati mbalimbali kutoa matibabu yetu. Nishati hizo inaweza ikawa umeme, joto, lakini pia mikono kutoa tiba zaidi kuliko kwa kutumia dawa mm -hmm. na fiziotherapia mm -hmm inahusika na changamoto nyingi katika afya ya binadamu, lakini zaidi ambazo zinahusiana na mijongeo hmm. Yaani, binadamu anapokuwa na changamoto yote ambayo inahusu mjongeo kwamba movement hmm. imepata shida hmm. Basi anamhitaji fiziotherapia kwa ajili ya kumrudisha katika hali yake ya kawaida. Kwa hiyo kwa kuzisema chache eh, changamoto ambazo zinahusisha changamoto kama za maumivu ya mgongo maumivu ya shingo na maumivu mengine mbalimbali ambazo hizo maumivu maanake ataathiri mjongeo wa mtu. Kwa hiyo hapo unakuta fiziotherapia atahusika kwenye kutibu hayo maumivu ili yule mtu awe na movement ambayo iko kawaida kwa sababu maumivu yanaweza kaathiri mjongeo. Lakini pia kuna changamoto zingine kama vile za kupoza. Sasa hivi mm. tumeona kuna wimbi kubwa kubwa sana la, la kupoza, la, la kupoza kiharusi mm. na matatizo mengine mengi ambayo yanahusika na mfumo <coughs> wa fahamu, kwamba mtu amepoza. Sasa anapokuwa amepoza ii upande mmoja au miguu, huyo mtu manake tayari kwenye afya yake mjongeo hauko kawaida. Kwa hiyo atahitaji fizioterapia e, katika njia yake ya matibabu, ukijumuisha na kada nyingine, madaktari wengine, atahitaji fizioterapia ili kumuweka sawa kwa hiyo kwa ujumla ziko changamoto nyingi sana ambazo mafizotherapia wanashughulika nazo, na katika kila rika na katika kila hatua tuseme, ya mgonjwa, kwanzia mgonjwa anapokuwa amelazwa yuko ICU, kote huko inaingia fizotherapia, na mpaka anapokuwa ameruhusiwa wanaendelea na matibabu kutoka nyumbani, kote fizotherapia inahusika. Na, na kwenye haya mazoezi ya, eh, ambayo yanamhitaji fiziotherapia, uh, tumeshaona pengine, watoto, tukianza kwa watoto uh, tukiacha, kabla mtu mzima anaweza kupata changamoto hizi kwenye ukubwa, kama ulivyoeleza kwa awali kwamba watapata labda mshtuko, watapata nini, ajali, wakati mwingine viungo vitahama kutoka sehemu yake husika, kwa hiyo atahitaji fiziotherapia aweze ku Mreji. Lakini hmm, nikianza kwa mtoto mdogo, hmm, kuna baadhi ya watoto wanazaliwa wakiwa tayari wana changamoto moja moja. Kwanza hmm, nini hasa kinachopelekea mtoto kuzaliwa na changamoto kama ile ya kuwa hmm, na utengamao okay? Aha, kwa maana ya changamoto za kuzaliwa tukiongelea, yeah, exactly. E, hmm, kwa mfano kama mguu kifundo, ambayo kwa Kiingereza wanaita club foot. Eh, changamoto ya mguu kifundo haina sababu okay, rasmi kwamba kitaalam tunasema kwamba mguu kifundo unasababishwa na sababu hii. Mm, ni ni changamoto ambayo mtoto anazaliwa nayo, ambayo kwa kitaalam tunaita idiopathic kwamba hamna sababu maalum ambayo inasababisha, yeah, mtoto anazaliwa tayari ana miguu ya namna hiyo. Na wakati mwingine mtoto anazaliwa anakuwa na mguu kifundo ambao inaambatana na, na tatizo jingine okay. Yaani, kuna wengine anakuwa na mguu kifundo lakini ana ulemavu katika viungo vyake vingine kama mikono, ambayo hiyo inakuwa imeambatana na mguu kifundo. Lakini wengine anazaliwa na mguu kifundo, haina changamoto yani, changamoto iko tu kwenye miguu, hana changamoto zingine kwayo. Kwa hiyo kwa kifupi sababu haijulikani hmm. E, zipo tafiti mbalimbali ambazo wamejaribu ku, ku, kufanya utafiti na ku, kuangalia labda kuna uhusiano na masuala ya kurithi hmm. e, ushawishi ni mdogo, yani haina evidence ya kutosha kabisa kwamba mguu kifundo unarithishwa. Kwa hiyo zipo sababu zingine ambazo kwa udogo zinaonyesha kwamba inaweza kaa kulithi, lakini haijawa haijathibitika kwamba ni kulithi. Lakini taarifa njema na sisi ambao tunaifanyia kazi ni kwamba mguu kifundo unatibika, hapo hmm. ndo tumewekeza zaidi nguvu zetu kwenye kwenye kwenye kutibu, kwa sababu inatibika na mtoto anakuwa ana ona kabisa miguu yake inakuwa vizuri na anaweza akafanya shughuli zake vizuri kabisa. Na labda kama ungependa niongelee kwa ufupi kuhusiana na, na, na, na, na, na matibabu ya yeah, yeah, matibabu ya, ya mguu kifundo yanaanza mapema kabisa mtoto anapogundulika kwamba amezaliwa na mguu kifundo. Kwa mfano sisi hapo, hapa hospitalini hao ambao wanazaliwa hapa idara ya ukunga wanafahamu kabisa kwamba hospitali yetu inatoa matibabu ya ya kifundo. Mm -hmm. E, e, kwa hiyo mtoto akizaliwa wakati mchanga kabisa, mzazi anaambiwa amlete kule. Kwa hiyo wakija, huwa tunakaa, tunaongea nao, tuna wakansel, tunakuwaelekeza kwamba hilo tatizo lipo na liko katika kwa namna gani, na uzuri ni kwamba ni kwamba lina linatibika lina. Kwa hiyo wanakuja mapema zaidi wapo wengine ambao tunaanza nao hapo hapo, lakini mwingine anaweza kama amezaliwa na uzito mdogo zaidi, kwa tunampa muda hata baada ya mwezi au miezi miwili, akiwa ame uzito wake uko vizuri, anaanza matibabu kwa sababu tuna tunampa muda kwa sababu matibabu ya mguu kifundo, mwanzoni hatua ya, ya kwanza yanahusisha kufunga POP. Mm. Eh, kwa Watu amezuwa, oh, <laughs> yeah. Lakini pia daktari hapo yeah. umesema yeah. kwa hapa hospitali kwa watoto ambao wanazaliwa hapa hospitali ni kwa ni rahisi zaidi kwa za matibabu kwa wakati. Yeah. What yeah. if kwa mtu ambaye amejifungulia nyumbani, anajifungulia huko mikoani yeah. kwa zahanati, hakuna hospitali kubwa ambazo zinaweza kutoa huduma ya kifiziotherapia yeah. ni kwa kipindi gani ambacho ni sahihi mtoto kuja kufanyia matibabu haya, na akivuka labda hapo pengine inapelekea laa changamoto kubwa zaidi. Aha, sawa. swali zuri. ni kwamba matibabu ya mguu kifundo, kweli watoto wengine wanazaliwa kwenye zahanati nyumbani. Sasa hivi sekta, sekta ya afya tunapambana sana <laughs> watu wasijifungulie nyumbani hiyo. <laughs> eh, ni ni mpango wa wizara na wadau wote wa afya watu wasijifungulie nyumbani mm. lakini ikitokea, sisi ambao tunatoa matibabu ya mguu kifundo yeah. tunajitahidi sana sasa hivi kuifikia jamii Okay. Kwamba jamii yaani, mpango wetu ni kwamba jamii yote ijue kwamba mguu kifundo unatibika okay, kama ilivyo wenzetu nchi za nje. Sasa uwezi ukamkuta mtu ambaye ana miaka minne ana mguu kifundo, wameweza. Kwa hiyo na sisi tunataka ifike hiyo hatua, kila mtu ajue kwamba mguu kifundo unatibika, lakini sio unatibika tu, unatibika wapi? Okay. na matibabu yakoje? Okay. kwa hiyo hata wale ambao wamezaliwa zaanati kwa sababu tunafanya awareness kama atazaliwa kwenye kituo ambacho wale watoa huduma za afya wa pale wanajua kwamba mguu kifundo unatibika. Temeke huwa wanatuletea. mm -hmm. Tunapata referral kutoka vituo e, vingine vidogo kama vituo vya afya Buza na sehemu zingine, mm -hmm. wanatuletea kwamba mtoto ana changamoto. Sasa sisi kwenye swali kwamba muda gani aje, ni kwamba mm -hmm. mara baada ya kuzaliwa na imeonekana ana ulemavu, miguu yake iko sawa, wamlete tumwangalie. kwa sababu, kwa sababu gani tunasema hivyo? Sio kila mguu ambao umejikunja ni mguu kifundo, yapo matatizo mengine ambayo yanafanana na mguu kifundo ila hayajakidhi vile vigezo vyote vya kuitwa mguu kifundo. Wako watoto ambao wanazaliwa mguu wake mbele unakuwa umepinda umeenda, hmm. si... okay, tege, hey, hey, hey, hey. Sasa nyingine inakuwa sio mguu kifundo, lakini unakuwa ni ulemavu wa aina nyingine, ambao pia fiziotherapia anaweza kawa anatoa matibabu ya hiyo tatizo, ila ikawa sio mguu kifundo. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba mtoto anapozaliwa ana, amezaliwa sio kawaida iza miguu yake, hata viungo vyake vingine haviko katika ule muundo wa kawaida wa wamlete hospitali e, tumwangalie, tutashirikiana kutambua kwamba hili tatizo ni tatizo gani na matibabu yake yanafanyikaje kuliko mtu akakaa tu bila mm. Swali langu ni mmoja kwako, ndiyo ni muda gani mm, ambao ni sahihi, ndio mzazi mara pale anapojifungua na mara, anapo, anapo, anapo kuleta mtoto sawa, ndiyo? Lakini uh, kwa matibabu labda ni miaka minne mitatu. Aha. Nasema asizidishe labda miaka mitatu asizidishe miaka mitano Yaani, muda gani ambao, au hata mtu mzima anachaka, kwa mimi sasa hivi zembeo zamani mazingira ambayo kwa sio rafiki, basi ndio nashtuka leo, kama kumbe changamoto yangu ya mguu kifundo, au ya matege ya kukaa hivi kuka, anatibika, niwahi kuja hospitali na nishakuwa mtu mzima labda, na yes, viungo na nini, hebu tuelimishe kidogo hapo. Mguu kifundo unatibika vizuri sana chini ya miezi sita lakini Eh, sisi tuna, tuna, tuna, tunaweka yani, ile njia ambayo tunatumia kutibu kitaalamu iliwekwa kwa miezi sita na kushuka chini, lakini njia hiyo ikaja ikafanyiwa maboresho hata miaka miwili kushuka chini. Kwa hiyo sasa sisi sasa hivi tunakwenda na under two years chini ya miaka miwili. Sawa, lakini sasa hii siyo fursa kwa mtu ambaye sasa hivi anapata ana, ana, ana, habari kwamba Naweza nikampeleka hata akiwa na miezi nane. Hapana, anatakiwa ajue kitu kimoja kwamba mtoto anapoanza kutibiwa mapema zaidi inakuwa rahisi kumtibu katika umri mdogo kuliko anapoongezeka. Kwa sababu eh, katika matibabu ya mguu kifundo kuna hatua ambayo mtoto anakuwa anavaa viatu. Sawa? Baada ya kumfunga POP tumesha nyosha vizuri, anafanyiwa kwa operation kadogo, mguu umenyoka, umekaa vizuri. Sasa kuna hatua inayofuata know, na ndio ya muda mrefu ambayo ni ya kulinda yale marekebisho, ambayo anavaa viatu yeah. Sasa kama mtoto atakia viatu maalum, viatu maalum kama hiki eh, tumacho hapa, hiki ni kiatu maalum ambacho anavaa, kina chuma hapa katikati, kinaweka mguu kwenye kwenye position, kwa hiyo kishamaliza zile hatua, maana huwa tunatumia tuna score fulani kitaalamu mm, kujua saizi amefika hatua hii, anatakiwa afanyie operation ndogo. Baada ya hapo, anafungwa pia pia, anakaa wiki tatu, anaanza viatu viatu mm, hivi mwanzo anavaa miezi mitatu usiku na mchana. umeona eh? baada ya hapo anakuwa anavaa usiku tu. Sasa angalia, kama mtu atakuwa amemleta mtoto ambaye ana miezi nane kuja kuanza matibabu mm kile ni kipindi ambacho mtoto anatambaa mm. eh? Ukimvisha hivi viatu unamzuia, okay. Mtoto kwenye mjongeo. Umeona? Okay. Lakini akimleta mapema ana wiki mbili labda, au ameanza hivyo, kwa sababu tunawapa muda hata kitovu pia kipone. Kwa hiyo hatuwezi mm. tukaanza, kwa sababu procedure inaweza ikamletea shida, akapata hivyo okay. Kwa hiyo tukimtibu mapema mm. tunamtibu katika kile kipindi ambacho mtoto hana mambo mengi Akifika na mambo mengi, anafika wakati ambao kiatu hiki anavaa usiku, kwa sababu ataenda na hivi viatu mpaka miaka mitano, ndio anapokompliti matibabu yake. Anamaliza matibabu akiwa na miaka mitano. Kwa hiyo, rai yetu ni kwamba waanze matibabu mapema zaidi. Earlier the better, ni vyema ukaanza matibabu ndani ya wakati, ili uweze kuwa imara, anasema. Tiba kinga ni bora kuliko tiba. Tunakwenda mapumziko mafupi tutarejea hivi punde. Nikusihi endelea kubaki na sisi. Watazamaji wa Tumaini Television, hewani ni Zahanati, afya yako mtaji wako. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto, Human Progress, niko hapa kuhakikisha mambo yanakuwa vizuri kabisa. Lakini leo tuko katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Temeke, na kubwa zaidi tunazungumzia ni kuhusiana na uh, physiotherapy. Niko na daktari hapa. Daktari, tumezungumza mengi. Ndio. Lakini kuna namna ya matibabu Ndiyo. ya mguu kifundo, na mengine kuhusiana na, na kuweka hizi joint ya sehemu yeah, viungo yeah. vya mwili vikae sawa inavyosemekana, lakini na sisi okay. Waswahili tusiofahamu kitaaluma okay. baadhi ya haya mazoezi yanapelekea misuli kuathirika okay. hii ikoje? Hayo mazoezi wakifanya katika namna ambayo sio ya kitaalamu, kweli inaweza ikaumiza. Chukulia kwa mfano, mtu anamfanyia ana zoezi la huu mkono mm -hmm. eh, anamkunja hivi, anampeleka na sasa sisi kama mafizioterapisti wa fizioterapia tunajua kwamba hiki kiungo kinatakiwa kipelekwe huku kwa umbali gani, umeona? Na mtu akikipeleka huku kwa mba umbali gani, inaitwa range of motion kwa kitala. Sasa mwingine anaweza akapeleka hata kupita kiasi, lakini pia akatumia, eh, akatumia nguvu kubwa. Kumbuka mgonjwa mwingine kama wa stroke, wa paralyze, wala ashindane na wewe. Kwa hiyo mazoezi, kujibu ile swali, sio kwa mazoezi tiba Uh, yana- yana- yana yanaumiza yana, yana viungo okay. Ila yakifanyika katika namna ambayo sio sahihi, yanaweza yana kumletea ya shida, na yakifanyika kwa mtu ambaye siyo mtaalam, yakifanywa na mtu ambaye siyo mtaalamu, okay. Inaweza kumuumiza kabisa ikamletea shida, okay. Tena hapa hapo, hapo nikina, ni kina nini kwa watu wa stroke au hivyo hmm. na nani sana hao, kwa sababu hao hmm. ndio fundi ambao nataka na mimi, ndio hapo sasa hivi katika the way, kwa jinsi ninavyoendelea yes. kutoa huduma ni ni ukubwa mm -hmm. wa changamoto ipi sasa, kupitia mm -hmm. uh, fi, ma, nani fiziotherapia ambayo tuna sasa wimbi limekuwa kubwa na nini mm -hmm. pengine labda kinachangia ili wimbi kuzidi kuongezeka tofauti mm na hapo -hmm. awali, kwa maana ya stroke sasa yeah, kiarusi kiarusi aha kwa kiarusi. kiarusi kweli E, changamoto ilikuwepo tangu muda, watu wamekuwa wanapata kiharusi kwa kipindi kirefu, lakini sasa hivi pia ukubwa ume, ume, tatizo limekuwa lina ukubwa zaidi kwa sababu hata ya mifumo ya maisha mm. e, kwa sababu matatizo ya kiharusi ni kati ya yale matatizo yasiyo ya, ya kuambukiza mm. naita nani communicable diseases. <laughs> matatizo yasiyo ya kuambukizwa ambayo yanasababishwa na mfumo wa mtu, wa wa <laughs> <laughs> kwa mtu wa maisha. Eh. Kwa kujitakia. Eh, mm. mm -hmm. mm -hmm. Kwa sababu eh tukiongelea kama kiharusi kina vitu ambavyo ni vihatarishi, vingine ambavyo vinarekebishika na vingine visivyorekebishika. Tukiongelea vihatarishi kama kuvuta sigara, kunywa pombe, hivyo ni vihatarishi ambavyo vinarekebishika kwamba mtu anaweza akaacha. Umeona? mm -hmm. Lakini kuna hizo tunaita non-modifiable risk, vitu visivyorekebishika kama umri. Umeona? mm -hmm. eh, umri wa kuanzia miaka 40 au 45 kwenda juu tayari unakuwa umeingia kwenye risk age. Umri wa bona zaidi kuanzia miaka ya 60, kwa utakuta wengi ambao wanapata stroke ni wazee, kwa sababu tayari wameingia kwenye hiyo risk age, ambayo umri wao kuna mabadiliko ambayo yametokea kwenye mwili wao, ambayo hawawezi kupambana nayo, yametokana na umri. Kwa hiyo pressure ikiwa juu au pia akiwa na matatizo mengine ambayo yanafanya damu inaganda alafu ikaenda ikaziba kwenye mshipa wa, wa, wa damu kwenye ubongo. E, ikitokea tu ukiingiliwa mfumo wa mzunguko wa damu wa ubongo mtu anapata athari kwenye ubongo, na hiyo ndio tafsiri ya kiharusi. Pengine e, kwa vijana suala la ulevi uliopitiliza na, na, na msongo wa mawazo, mbali na msongo wa mawazo, labda ulevi uliopitiliza mbali hmm. na mfumo wa ulaji pengine inaweza kuwa chanzo cha changamoto hii, yaani ulevi kupita kiasi. Sababu ni mfumo, ndio ndio maana tumeweka pale pombe sawa, tumeweka pombe ipo alko. Unajua sijajua, labda bini nisome zaidi, lakini sijaona faida za pombe mwilini. kwa hiyo <laughs> na wakati mwingine pia anaweza kama kunywa saa hizi kwenye ujana mm. Lakini analitengeneza tatizo la baadaye okay. Lakini sasa utasema, mbona vijana wanakunywa pombe lakini hawapati stroke mm. Eh, sasa hivi anaweza kama kunywa pombe mm. Lakini anatengeneza changamoto ambayo itakuja kutokea baadaye, ambapo tukiachana na figo na vitu vingine utakuja mm. kupata hizo shida kama stroke ambayo mm. ni tatizo ambalo mtu ame, amelitengeneza kwa muda hata maisha pia ya stress sawa. stress ya tuziepuke, zipo lakini, kama inawezekana tuziepuke, kwa sababu zinatengeneza changamoto ambazo baadaye sasa zikishatokea hizo tunaita physiological changes mm-hmm. then na mm-hmm. stroke yenyewe manake haitaki kuwa katika mfumo ambao mtu amepigwa au nini. Inatokea pressure inaweza ikapanda, mshipa wa damu kwenye ubongo kapasuka, hiyo ni aina moja ya stroke ambayo tunaita hemorrhagic stroke mtu anapata athari. Aina nyingine inaitwa ischemic stroke. Utampima mgonjwa pressure yake iko vizuri kabisa, naiza mia ishirini kwa sabini, yuko vizuri, lakini kaamka asubuhi ana shida upande mmoja. Inafanyika vipimo vingine kama CT scan, madaktari wanakuja wanagundua kwamba sehemu fulani ya ubongo mshipa umezibwa sawa ambayo ilizibwa hizo na kibonge fulani ambacho kitengee ki cha damu kikaziba pale, au vingine vimejizalisha pale pale kwenye mshipa wa damu kama kichuguu zedi zika, zika block mm -hmm. Kwa hiyo sehemu fulani ya ubongo ile ambapo kule mshipa huyu damu ilikuwa inakwenda ikikosa, oh, hewa safi ikikosa hewa safi na virutubisho vingine inaharibika. Kwa hiyo mtu anapata anapata hiyo kiharusi eh, okay. Ndio. Kwa hiyo hiyo ndo tafsiri rahisi ya kiharusi. Kuna wakati hmm, mfiziotherapia inamlazimu kwenda nyumbani kwa mgonjwa japo hmm, hiyo wengi huwa hawafahamu. Hmm, mfiziotherapia inaweza ikahitajika kwenda nyumbani kwa mgonjwa ili kutengeneza programu yake vizuri, kutengeneza plani ya matibabu ya mgonjwa vizuri, kwa sababu kuna wakati unahitaji kujua mazingira ya mgonjwa ambako anaishi ili kuweza kupanga matibabu yake vizuri. Atakuja ya mgonjwa hapo hospitali wewe, kwa sababu uko na mazingira ya hospitali utamwambia uh, sasa mzee utatembea hivi hivi hivi, utafanya hivi, utafanya hivi. Lakini kumbe nyumbani kwake hamna mazingira wezeshi ya yeye kuweza kufanya kitu cha namna hiyo. E, au umefanya vitu vyote nani, lakini tena wengine wasei mgonjwa kumbe anapata changamoto akienda za chooni. Sawa, sasa ni fiziotherapia anaweza akaenda akaangalia mazingira, aka assess na akashauri kwamba kwa mgonjwa huyo, kwa alipofika hapa, kama akishika kama kiti hiki anaweza akasimama, basi hapa yaboreshwe mazingira, ziwekwe labda support na nini, ili aweze ku, kufanya shughuli zake mwenyewe, kwa sababu lengo kuu ni nini? Kwa nini tunafanya haya yote okay? E, tunafanya haya yote E, ili kumwezesha mtu a, aweze kufanya shughuli zake at least zile ambazo za- za yaani shughuli za kawaida za binadamu mm. E, asitegemee mtu mwingine, tunajua kwamba mwingine anaweza kapata kiharusi ki kwa mfano a asipone asilimia 100 akarudi kama zamani, lakini akiweza kufanya vile vitu vya msingi kama binadamu, akaweza kaenda kaoga mwenyewe ishu za toilet, anawishu na mtu anafanya mwenyewe mm -hmm. Eh, ameweza ametembea, akawa na social interaction akachangamana na watu no, kile ni kitu kikubwa sana kwa binadamu kuliko akawa naumwa amekaa tu, hawezi hana mjongeo mm -hmm. Hiyo itamletea shida, ingeweza akapata sasa msongo mkubwa wa mawazo mm -hmm. Akajua sasa maisha yangu ndio yameishia hapa, na mwisho wa siku ikahatarisha hata uhai wake kwa hiyo tunafanya yaniphiotherapy kuna kitu anasema inaboresha ile quality of life. Mm. Uye ni ule ubora wa maisha eh? Kweli inaboresha ubora wa maisha neza takupa mfano mtu mm -hmm. anavunjika ana mfupa kvunjika. mm. mfupa madaktari wa mifupa watafanya matibabu yao, kama ni kumwekea chuma na nini, operation imefanyika yule mtu baada ya hapo anamhitaji physiotherapist kwa sababu, baada ya kuwekewa chuma mfupa utaunga, hata kama alifungwa POP tu, mfupa utaunga. Hicho ni kipengele cha kwanza, umeunga, lakini unaweza ukaunga ukaambatana na viungo ambavyo vimekaa kama havikunji. Sasa kama mtu mfupa umeunga alafu goti alikunji ya, maana yake yule haja, ile ile dhana nzima ya kumrudisha mtu katika maisha yake kama ya, ya zamani imefeli. Goti limekunji alikunji kwenye ngazi atapanda kwa shida. mm -hmm. akienda toilet kama chuchuma, kwayo, fiziotea, pinaboresha, pinaboresha ubo, bora, ni chakuchuchumaa hawezi. Kwa hiyo physiotherapy inaboresha inaboresha ule ubora wa maisha ya mtu. Daktari akawa tunakwenda kutamatisha kibeli chetu raia kwa jamii hipi, ikiwa pia tunafurahia kila mwaka tunapokuwa tunaadhimisha siku maalumu ya Uh, yeah, fiziotherapia kila uh, yes, mwezi Septemba naona yes, kila mwaka na kimuhimuhe cha kuazimisha siku hii, lipi ungependa kusemezana na jamii mm -hmm. kuhusiana na kada hii? Ningependa jamii ifahamu fiziotherapi kwa ukubwa wake na umuhimu wake mm -hmm. bado watu hawajaijua fiziotherapi vizuri. Inafanya vitu vingi sana, inafanya katika wagonjwa wa aina mbalimbali na sio tu jamii peke yake hata wataalamu wa afya wengine haunakuta haifahamu fiziotherapia ni kitu gani. Kwa hiyo jamii, <laughs> inabidi ifahamu fiziotherapia ni kama hivi nimeongelea, tuna hapa nimeongelea kwa uchache. Ah, yaani kutokana na wakati. Tukikutokana <laughs> na wakati. <laughs> Ningesema tuanze kuiongelea, yaani vitu ni vingi, kwa sababu hata kwa watoto tunaongea mkifunda lakini kuna watoto ambao wamezaliwa na na mtindio wa ubongo na mtoto na, na miaka miwili akaya afanye wote uko fizio na usi. Kwa hiyo watu napenda wangeijua vizuri na tunafanya jitihada kupitia hiyo siku yetu ya, ya, ya, ya, ya fizo duniani September 8, huwa tunaanza mapema eh, tunakuwa na kama wiki nzima ya fizo na baada ya gani ni rasmi mwaka huu tutafanyia wapi mkoa gani, lakini ukitoka pia tutawajulisha. Kwa hiyo huwa tunafanya ili kuongeza watu waweze kuijua fizyo ni nini, lakini kitu kingine sio cha kifizyo tu mimi rai yangu kwa jamii ni watu wanapopata shida ya kiafya, wa kimbilio lao la kwanza liwe kwa wataalamu wa afya, yaani watoa huduma wa afya. Maanake hiyo pia ni changamoto ambayo tunayo. So, kwa unakaa kwenye jamii unalifahamu, eh mtu anapata naniibla mtu amepata kiharusi kama hiyo stroke, wanasema kapigwa na jini, anapelekwa kwa choni. Kama kama na jini tena, ndio mambo mbaya eh. Kama kama kwetu, baada ya mwaka mambo yameshakuwa mabaya sana. Kwa hiyo watu tujifunze kukimbilia kwanza kwa wataalamu husika Yeah. kwa sababu hata ukitaka kujenga nyumba si unawapata wataalamu wa ujenzi. Kwa hiyo ukiwa e, na shida ya afya, nenda hospitali, kawaone wataalamu, wafanye vipimo. Na mwingine akienda labda hospitali labda kituo cha afya wakipima, ah, hawajaona kitu fulani, anachanganyikiwa. Hospitali hawajaona kitu, haujamaliza, nenda hospitali zingine za juu za juu za juu, kwa sababu vipimo vifanyike zaidi zaidi zaidi. Matatizo ya binadamu ni mengi mengi mengi sana, so, kwa watu wakimbilie, eh? Okay, mimi nikushukuru sana daktari kwa wakati wako. Asante. Kila la kheri katika huduma gereji ya mwili. Mtazamaji wa Zahanati, kipindi pendwa fahari kwa wengi, lango ni moja tu, afya yako mtaji wako, hakikisha wamechagua kuwa na afya na afya aliokuwa bora. Sio kila homa ni malaria, sio kila maumivu ni homa mengine nahitaji kunywa maji mengi na kufanya mazoezi, mambo yanakuwa mzuri kabisa, unakuwa mzima buheri wa afya. Mimi ni iv Anthony Kazimoto wa Progressi kutoka hapa hospitali ya Rufaa Mkoa Temeke. Siku ya leo natia nanga za Zahanati. Asante na wakati mwingine tena, bye bye kwa sasa.